Makamu uh, wa rais wa klabu ya Africans eh, Arafat Haji ambaye amekuja kuungana na mashabiki wa Africans kwa ajili ya uh, kunywa supu ama katika zoezi la supu hapa visiwani eh, Zanzibar, ambapo eh, wananchi wanapata supu kuelekea katika mchezo wao eh, dhidi ya uh, Singida Black Stars, majira ya saa mbili na robo cha mtazama Uh, makamu wa rais akiwa anacheza uh, ama ana enjoy nyimbo wa eh, eh, ya wananchi eh, ya Harmonize kwa ajili ya kuchukua uh, kitu cha supu eh, lakini leo sio supu ya ngamia bana. Kwa mujibu wa afisa habari wa kambi ya ngamia, sio supu ya ngamia kama kwa wananchi waliipata pale mitaa ya Twiga na Jambwani, makao makuu ya kambi ya Africans baada ya Uh, kushinda magoli mawili uh, kwa sifuri dhidi ya mtani wao Simba Sports Club na kuweza kutangazwa mabingwa wa kombe la ligi kuu ya NBC tarehe uh, 25 ya mwezi wa sita uh, mwaka 2025. Huyo ni makamu wa rais uh, wa klabu ya Yanga uh, Arafat Haji na hapo akiwa ana tengeneza vitu anachukua vitu vitu viungio, viungio kama ambavyo unajua supu bila limao ama ndimu e, na pilipili kwa mbali na chumvi wanasema hainyweki. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza e, kutazama hapo, makamu wa rais akiweza kupata supu e, mbabu, e, imeja, na akiwa anaonyesha namna ambavyo imejaa na ya moto moto mvuke ukiwa unaona, hakikisha e, kwamba anaona mvuke e, supu kwa boflo eh, mambo ya visiwani Zanzibayo, supu kwa boflo eh. Makamu akiwa anakwenda sasa kutulia kwa ajili ya kupata eh, ku, ku, ku, ku, ku, kitu cha supu asubuhi asubuhi eh, kuelekea mchezo wao dhidi ya eh, Singida idea ni ya Yanga. Yanga ndio imekuja na idea hiyo, tukasema tuanze na bango letu hapa Zanzibar kwa sababu ndio mchezo uliokuwa umebakia. Kwa hiyo ilikuwa ndio nafasi pekee ya kulizindua bango letu. Kwa hiyo tumenizindulia Zanzibar, naamini kutakuwa na mengine nchi nzima. Sawa, kwenye mchezo wa finali <coughs> Ukiangalia okay, katika msimu huu timu ambayo imekuwa ikitusumbua na ikitupa tabu sana ni timu ya Singida, na leo ni mchezo wa fainali na Singida wamefika fainali kwa kumfunga Simba goli tatu ambao mchezo ulikuwa mzuri na Singida ina wachezaji wengi wazuri na ni timu nzuri, kwa hiyo hautakuwa mchezo rahisi, utakuwa ni mchezo mgumu, lakini hii ni Yanga. Kuna wachezaji ambao wanakiu, wana njaa kama ambavyo mimi nina njaa yapinywa kukuasaidi wanawao wananjaa wa no, ya kuchukua kombe well, kwa hiyo tutatarajia mchezo ambao utakuwa na ushindani sana.